Mayo nayo asema mimi usikia mwenyewe ukimsimanga yule msichana, eti kwa nini amependa mtu kama mimi? Kwanza apukana sina mbele wala nyuma, wow.

Yeah. Imeanzishwa <stimulus> hey, mwaka 78 ilikuwa, e, ni mwezi wa pili na mpaka hivi sasa ina miaka 38 na ikienda nayo bendi hii inapokea wanamuziki tofauti tofauti toka kipindi hicho mpaka hivi sasa tuliopo. Mfano mimi mwaka huu wa sabini na nane sikuwepo na wala sikujua kama nitakuwa mwanamuziki, lakini leo hii nipo kwenye bendi, nimekabiziwa uongozi na wazee wangu, hao naenda nao, na ina albamu nyingi tu, imepitia wanamuziki wenye uwezo wengi wengi mno, wengi yani, nikisema ni wataja hapa kwa haraka haraka, yupo Fresh Umbe amepitia hapo. Maximilian Bushoke yeye naye ni mwanahabari sasa hivi kule South Africa. Nikisema Maximilian Bushoke, wengine wakajua labda ni Ruta Bushoke, baba yake na Ruta. Ndio alikuwa yeye ni mtunzi na mwimbaji kwenye bendi ile. Alikuwa Patrick Murenga, kwa sasa amefariki. Muhidi Mmari Kurumo, kwa sasa amefariki. Hasani Rehani Bichuka yetu naye na Shamba ni Dede, hao wengine ndio sasa hivi wapo Msondo huko, yani wana muziki wengi tu. Kwa hiyo ni bendi ambayo, yani, haiwezi kuteteleka kwa kufanya kazi ya muziki hata kwa miaka mingapi, kwa sababu tunajivunia sisi ambao tuliwakuta hao, basi tumepata ujuzi mkubwa ambao tunaweza tukawapatia watakaokuja wengine. Asante sana. Leo ni fumbo. Sasa ukishasema fumbo, yule anayefumbua ndo ambaye anajua, huyu kampiga kijembe mwenzie na huyu amempiga kijembe mwenzie. Lakini Sikinde na Msondo hao walikuwa wanatunga kwa kuelimisha jamii, na mwingine sasa ndo anakuja kutafsiri kwamba bwana, hicho kijembe kapigwa Sikinde, hicho Sikinde nao, bwana wamejibu naona. Lakini sisi tunatunga kutokana na matukio yaliyopo eh, tulipotoka, tulipo na twendapo. Mfano hivi juzi tu baada ya Dede kutoka nyo Sikinde na kwenda Msondo kule, alienda alitunga wimbo yeye ameuita Je Sisi Suruhu, na sisi huku tulitunga nyimbo inaitwa Jinamizi la Talaka. Watu akaujumuisha kwamba vile ni dongo, Msondo ametupiga sisi suruhu na sisi tumewapiga Msondo jinamizi la taraka. Naona kwa hiyo ni mtazamo, sio sisi ana wapigaji huku tuseme bwana, ngoja tuwapige dogo Msondo, hiyo akukufanaiitungiwe wimbo na atajwe yeye, hilo linawezekana. Lakini wengi siku hizi wanataka kurushwa, unajua mtu anakuambia bwana, nirushe bwana, kwa hiyo sisi tunapiga wimbo wetu kama ulimbo, baadaye sisi tunakuja. Ah, no, no, yani, uh, uh, yes, ok, mtu tunamuita tu jina kwa sababu kataka mwenyewe arushwe yani. Kwa hiyo usemi kidogo, kuna tofauti. Kama mtu anataka tumjue wimbo kabisa, je, tutamuuliza maudhui yake, naona bwana, tumwambie vipi? Yani aidha amewasaidia wazazi wake sana, au labda zamani alikuwa anaonekana yeye sio kitu kwenye familia, lakini hivi sasa anaonekana mtu. Atatuambia hivyo tunamtungia badala kurusha tu zialitafutwa kwa muda haripatikana, na zinadafu kaangusha, nikaamua kumpa pesa hiyo ya sante yake shukurani yangu kwake, mkwezi babu alinikataza akisema za mkwezi nazi mbili tu. Wimbo naitwa mkwezi zake mbili, maana mkwezi zake mbili. Mkwezi kwa sisi watu wa pwani ni yule ambaye anaangua nazi, lakini kupatikana kwake kule kijijini, naye sio kama unampata kiurahisi. Kila mtu anajua mpaka atafuta, akishapatikana ndo anavaa kamba, anaanza kupanda kule, ataangua nazi nyingi sana apewi hela yule jamaa, pamoja na kwamba ni kupatikana kwake ngumu, na hizo mbili ndio shukrani. Sasa ile mimi ilinipelekea nikatunga wimbo na kuona kama vile labda unabeba sehemu nyingi katika huu mkwezi. sio kumaanisha mkwezi moja kwa moja. Unaweza ukakuta mtu anajenga gorofa, wabeba zenge wale wanahangaika sana, lakini injini akashapula mamilioni. Mbeba zenge akishapewa elfu tatu yake pale, na yeye ndio anaopeleka zenge, kwa hiyo yani mkwezi unabeba sehemu nyingi sana. Je, hivi sasa mna albamu yoyote ambayo iko mtaani? Ipo, inaitwa Jinamizi la Taraka toka itoke, hata miezi mitatu bado. Hiyo albamu ni mpya kabisa, kuna nyimbo takribani saba: huuza, Mkwezi, mbili, Kukatika kwa Dole Gumba, Jinamizi la Taraka, oh kibogoyo nikipata nitalipa tabasamu, na mama John, mama John. Sasa kaka, labda nikwambie mama John ni wimbo ambao kuna mtu anaitwa Mr. John. Yeye yeah, amefiwa na mama yake. Yule Mr. John alipoona amefiwa na mama yake, na kwa kweli ndio alikuwa kipenzi chake kikuu, akatuletea mashairi tukamtengenezea huo wimbo yee mwenyewe akatupeleka studio na hivi sasa hivi anafanya michakato tuweze kuingia kwenye video. Kwa hiyo sisi hatukumtoza pesa, tumemwomba tu akalipia studio, kwa huo ulipo kweli, tume rekodi na tumemwingizia kwenye albamu, ila uipo utakuwa ni mali ya Sikinde, wewe utakuwa na koti yako, kama unataka kuboresha kila namna anavyoweza, ili mradi, kwa sababu mwipo Umeuleta wewe basi, hiyo inakubalika, sisi hatukutozi, ila mwenyewe ukikaa tusumbili da jamaa wale bwana, wamenifanyia vitu vizuri, ngoja nikamate, japo hata hata wanawapelekea hiyo ndakaia, sababu ni bendi ya wa... wananchi. Ratiba yetu inaelezeka, siku ya Ijumaa kama ya leo, tunakuwa pale Temeke Buriaga, tunaanza kazi saa moja maliza anajua Makonda. Na siku ya Jumamosi tunakuwa pale maeneo ya Mivinjeni Pentagon, kuna ukumbi naitwa Pentagon vile vile tunaanza saa moja. Jumapili na kila Jumapili tunakuwa pale DDC Kariakoo, tunakuwa DDC Kariakoo show hivyo inaanza saa moja na pale DDC kunakuwa na mambo mengi, kunakuwaga na zawadi. Zawadi zinatolewa kwa washabiki wanaovaa vizuri, wanaowahi kufika. Tunaangalia washabiki ishirini wanaowahi kufika, kama ni wakina mama basi wanapata vidotidoti vya kanga. Kwa hiyo siku hizi watu wanakimbilia sana pale nadi wapate vijizawadi. Zawadi hivyo sio vikubwa, lakini ni bendi pekee ya Sikinde ndio inaweza kufanya vitu kama hivyo.